Mpenzi subscriber, karibu tena kwa channel hii ya The One Man Army Tv. Mimi yangu nataka tu kuzungumza kiasi kidogo tu kuhusiana na vita vinayoendelea kati ya Ukraine na Urusi, mahali ambapo kwamba imefikia sasa. Mrusi yuko katika kipaumbele ya ushindi katika hiyo vita. Kwa maoni yangu mimi, na kitu kingine waje, ambayo kwamba inatendeka hapa ni Ukraine, waungwa mkono na nchi za magharibi na shirika la NATO na Marekani, wamempa silaha zile nzito nzito silaha ambao kwamba ya kumpiga kupi, Mrusi ndani kabisa Ukraine ilitumia silaha hizo juzi na jana, wakazipiga sehemu mbalimbali mbali kule Urusi, ikiwemo kiwanja cha kusafisha ama kiwanda cha kusafisha mafuta yaani refinery na wakapiga sehemu mbalimbali mbali, pamoja na meli ya meli kwa kule kwa Black Sea, meli ya kubeba mizigo, meli ya kibiashara ya Urusi ikawa na uharibifu mkubwa sana. Mrusi alipoona amedungwa ama amepigwa usiku kwa leo na jana, mrusi amefululiza ametumia silaha mbalimbali eh? mbali kumtandika Ukraine katika mji wake mkuu Kyiv hivi tunavyoongea hivi tunavyoongea kule kumechemka, kumenuka ajabu, ni kama wazimu. Ama ama, ama nyuki imempiga naita imempiga <laughs> imempiga nanene na, na Vladimir Putin mfululizo ya makombora ya madron ya nini zinachapa sehemu mbalimbali, mbali kule kule Kyiv. Kumbuka tujua kwamba Mrusi tayari ameshaitwa sehemu kubwa sehemu kubwa na tena sehemu ambayo kwamba ina uzalishaji ya yani imbe inasimamia uchumi ya Ukraine. Sehemu ambayo kwamba ina ina, ina, ina, ina, ina rasilimali ya Ukraine, sehemu ambayo kwamba ina madini ya Ukraine, tayari iko katika himaya ya Mrusi. Mrusi amesema ataendelea mbele, hakuna kurudi nyuma, hakuna mambo ya amani wala babake amani wala ndugu yake amani wala mjomba mjombake amani, ni kusonga mbele. Na kuambia hivi tunavyoongea, Mrusi ametandika sehemu mbalimbali mbali ametandika mpaka hizi inaitwaje ile sehemu ya kuzalisha umeme, ametandika sehemu ambayo kwamba ya kuweka vifaa mbalimbali vya kijeshi, ametandika sehemu ambayo kwamba ya kuweka inaitwaje ile mafuta eh, nishani ya mafuta na masala fulani muhimu ambayo kwamba ya kwende ya kusukuma ya ama ya kusimamisha uchumi ya Ukraine zimepigwa. Kwa hivyo tunavyoongea sasa, Mrusi amesema hakuna cha kuzubaa, sasa hapo ni kusonga mbele, na tukumbuke ya kwamba Mrusi huwa vita yake inaenda viz, inaenda vizuri sana ikiwa katika msimu wa baridi na msimu wa baridi, yani winter season, ndio hii imewasili hmm na sasa wakati wa season ni hii, vile masili na hiyo nchi ya Ukraine uh, gesi na sehemu mbalimbali za nishati zimepigwa, wananchi ama nchi hiyo kutoka kwako na ukosefu wa mafuta, ukosefu wa gesi ambao kwamba ita, unajua hizo nchi hata niki, mimi vile niko hapa Ulaya huwa tunatumia hita hita ili kuweka sehemu iwe joto kama hakuna hivi, watu wanaweza ku, ku, ku, kushikwa na baridi na ukafukufa baridi. Sasa na stima pia nayo itakosa, kwa sababu huwa stima inatumia inatumika zaidi wakati wa baridi, kwa sababu inate, joto na mambo ya kupika vyakula, mambo ya magari, matrain, vitu kama hivyo zinategemea nishati energy. Sasa mrusi amepiga hizo uh, Um, sehemu ya kuzalisha ama ya kushughulikia masala ya energy. Sasa kisha pigwa hivi na msimu wa baridi imeingia. <laughs> <laughs> Ndugu zetu watakuwa wamelemewa na sasa, sasa Mrusi iko katika hali ya, ya lala salama kushinda hiyo vita. Ushaona na um, Vladimir Putin, rais wa wa, wa, wa wa Ukraine ni jana jioni aliomba msaada kutoka msaada wa kijeshi na silaha kutoka kwa muungano wa NATO ama shirika la NATO na Marekani. Mpaka sasa bado hawajajibiwa ama hawajajibiwa kama watapewa kawa ama hawatapewa. Manake hii ndio alikuwa akifanya hivi, kila anaomba anapewa, lakini mrusi anatandika, anatafuta mahali hizo vitu vinaingizwa, anapigia kabla hazijaingia. Zingine zinaingia na zingine hazijaingia. Na vile vile, ujua ya kwamba mrusi amekuwa akipiga sehemu ambao kwamba wale kuna baadhi ya wanajeshi wa NATO tayari wameingia katika nchi katika nchi ya Ukraini kumsaidia Ukraini kumpiga kumpiga Mrusi. Kuna sehemu wamejificha ficha, yaani kambi zao, mahali ambapo wamejificha, Mrusi aliweza kuitambua sehemu hizo na kuwapiga kwa hivi sasa. Vile vinavyoongea kuna baadhi ya raia kutoka nchi za Ulaya ambao kwamba ni wanajeshi wameuawa, na kuna baadhi ya wao wameshikwa, wamewekwa mbaroni wa na wanajeshi wa Urusi hivi sasa Urusi inaendeleza uh, vita katika sehemu inaitwa Kupiansk na Donetsk uh, na sehemu inaitwa inaitwa Zaporizhzhia Zaporizhzhia. Um, serikali ya Ukraine ime- ime- imeomba ime raia ambao wako katika hiyo sehemu ya Zaporizhzhia waanze kujiondoa mapema. Yaani kugurishwa, sijui akaumia, maanake hiyo hiyo e, sehemu itakuwa ni sehemu ya ya operation ya vita tayari, kwa mbali kabisa ama kwa karibu kabisa. Wanasema kwamba wanajeshi wa Urusi wanakaribia miji hiyo kuziteka, kwa hivyo itakuwa ni uh, hatari kwa usalama kwa wale raia ambao kwamba watakuwa hapo, na tayari wanajeshi wa Ukraine wengine wao wame wengi wao wame, wameanza kuondoka hapo ripoti inafika ambaye kwamba tunaipata nasema, mrusi kufikia sasa katika operesheni yake ya siku kadhaa katika eneo hilo wameweza kuwaua wanajeshi zaidi ya elfu nane mia mbili wanajeshi wa Ukraine. Mpenzi subscriber, natujua ya kwamba hizo vita bado zinaendelea, na inaendelea kwa kasi kabisa. Raia uh, serikali ya Ukraine imewaomba raia vijana, wale ambao kwamba wako na nguvu ya kuungana na jeshi, wajiunge na jeshi, wajisajili. Lakini vijana wametoroka, wengine wameingia nchi za nchi za Ulaya, wamesema hawataki hawataki kupigana. Kwa hivyo, jeshi ama serikali ya Ukraine inaenda mlango kwa mlango kuwatafuta, kuwasaka na kuwapeleka kwa nguvu ili wasajiliwe. Eh, na wamesema wanaahidi pesa nzuri, mshahara nzuri pindi watakapojisajili kuungana na kusaidia nchi yao kupigana dhidi ya dhulma ambao wanatendewa na na Urusi. Mpenzi subscriber, nimefikia hapo. Jaribu kucomment, jaribu ku subscribe, tukutane katika video nyingine. Mimi ni The One Man Army TV. Uh, kwa masala ya video ya nini, hebu angalia, tembelea tembelea hiyo page yangu, channel yangu utakutana na na hizo uh, video ziko pale na uone kama unaweza kucomment. Baadhi ya hizo video zime inaongea lugha ya Kiingereza, kwa hivyo unaweza kupata pale na unaweza kucomment. Mimi ni The One Man Army Tv, tukutane katika video nyingine.